Niambie, hiyo pesa ni nyingi, it is 1.1 billion. Yani 12 times 80 million. How much is that? 960 million ni kama kuwa na bilioni moja. Sasa mimi, mheshimiwa rais, tumezungumza naye, amenikubalia kwamba anatujengea mashule kwa sababu ako na lengo la kuzuia Askingi, kutuia kwa kukosa sisi kuwa na elimu na vile vile pia kupiga vita mambo inaitwa FGM kusukuma kando mambo ambayo yamepitwa na wakati. Sasa nikawa nimezungumza naye, tumekubaliana mimi akinisaidia mashule hayo 12, nitakuwa na mashule maridadi ambaye wanafunzi wetu watafurahia kusoma na wakifurahia kusoma basi, wataahitimu hapo mbele atakuwa hawana haja ya kufanya maneno kama hiyo. That is my belief. That is how I will fight FGM, hapana kuchukua rungu hapa na kupiga watu wala sio kuchukua watu na kuweka jela. Hiyo iweze maliza hii kitu ni elimu, iweke kwa kichwa ya mtoto tena kwa upole, alafu yeye kisha kuwa mkubwa, amepata kazi amepata mume mzuri ama mke mzuri, basi watakuwa wamepanga pale, wameongea kiingereza pale, kiingereza hiyo maneno hakuna, tunaelewana, then we will slowly by slowly by and gradually eradicate this vice ambayo inatumaliza. So finance bill nikawa nimeweka hiyo, nimeweka mabarabara yetu ya lami, watoto wangu wamesema hapa, hawa viongozi na mambo mengine mengi, lakini kukawa kuna pepo katika nchi, na sio nchi ya Kenya tu ni, ni dunia nzima. Nchi nyingi zilichomeka kwa sababu ya vijana wetu wadogo wadogo ambao walikuwa hawaelewi why do we need a finance bill, why, why must we pay so? Wakachoma nchi, miradi yetu ikakwama. Sasa so, si wamekataa wamechoma, hasa wakakataa baada ya kuwa tumeenda muda hivi, mheshimiwa yule mtu tena katuita, skitaama, ile maneno yako ilikuwa ngapi? Nikamwambia sema sasa, kwa sababu hata wewe nyumba yako ilichomeka kwa sababu ya kutetea maneno yangu. Wewe sasa, eh, enda piga. Na kaniongeza mashule mengine mawili sasa, nauya kaongeza kuibaca na kaongeza ka ile eh, mafikiniamata So tukakuwa na hiyo na mengine mengi alafu akaweka kwenye budget. Sasa tumebadilisha hii shule mwalimu mkuu kama watu wa State Department wa housing, hawaja kutembelea watakutembelea hapo, so that tunajenga ghorofa ngapi? Tatu, tunaikamilisha na sasa itaenda hata zaidi, kwa sababu mimi nahisi tutawekewa mpaka makaburo nini, nini, nini mambo hiyo. Hii maneno ya kukaa vumbi hapa hakuna sinio Housing, kingia mahali kama ile mambo ya affordable housing, contractor wa maana anapewa hapa, sema contractor uu anapewa hapa, nakuja akisimama hapa one year, tumemalizana na mashule yote 14. Ukipiga 14 schools times 100 million, utapata ambani 1.4 billion. Kwa hiyo kwa kuchoma nyumba yangu moja mbili imejenga mashule mangapi? Yes. That is the power of vision. Ukiwa na vision nzuri, haiwezekani wee, unasonga mbele tu. Kama mimi hata mmoja nimejenga nnaa, lakini hiyo ingine imekwama kwa sababu sina pesa, ni kweli? Lakini shule zetu zitajengwa na lazima. lazimaimasema I... hayo